Paul Makonda, mwanasiasa anayeweza kutajwa kama mkuu wa mkoa maarufu zaidi kuliko wote, amepigwa chini A. Katika taarifa iliyotangazwa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Ikulu hapo jana usiku, Makonda ni miongoni mwa viongozi mbalimbali waliokumbwa na mabadiliko hayo yaliyofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan na kupigwa kwake chini kumepokelewa kwa furaha kubwa na watu mbalimbali, hasa kutokana na kile kinachotajwa kama mchango wake katika jitihada endelevu dhidi ya upinzani, hususan chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini mtu mwingine ambaye amekumbwa na mabadiliko hayo na ambaye kupigwa kwake chini kumepokelewa kwa furaha ni aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Homera ambaye naye ameondolewa katika nafasi hiyo. Sasa makala hii inaeleza kwa kina kuhusu kuondolewa huko kwa Makonda pamoja na huyo Homera, lakini pia inakwenda mbali na kuzungumzia uteuzi mmoja uliofanywa hiyo jana, ambapo aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi huko nyuma uh, Inspector Jenerali mstaafu Simon Sirro ambaye baada ya kutoka katika wadhifa huo aliteuliwa kuwa balozi ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo hili pia utaligusia kwa kifupi, lakini zaidi kuangalia je, huu ndio mwisho wa Bashite au kuna mengi ambayo yanamsubiri huko mbele na kuhusu huyo bwana Homera? Kwa hiyo hiki ndicho hasa kinacho kilichopelekea kutengeneza makala hii. Tuanze na Bashite, kuondolewa kwake kumepokelewa kwa furaha na baadhi ya wafuasi wa vyama vya upinzani hususan, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwa sababu kadhaa. Kwanza, mtafahamu kwa upande wa Chadema, mtu pekee aliyewahi kutajwa na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwamba alihusika na jaribio la kumtoa uhai lililofanyika Septemba 7, 2017 alikuwa ni Bashite na, na rekodi ziko wazi za Mheshimiwa Lissu akimtaja Bashite kuwa ndiye aliyehusika katika ku organize huo mpango wa kumdhuru Mheshimiwa Lissu. Kwa bahati mbaya haki haijawahi kutendeka kwa Mheshimiwa Lissu na hata hizo tuhuma zilizotolewa hazijawahi kufanyiwa kazi. Lakini kuna jambo moja la msingi ambalo pengine halihitaji uelewa uh, mkubwa kufahamu kama mtu akiweza kujitokeza hadharani na ni mtu mwenye wadhifa mkubwa kama Mheshimiwa Lissu akamtuhumu mwanasiasa ambaye pia ni maarufu kwamba alihusika na jaribio la kutaka kumuua, ungetarajia kwamba mwanasiasa huyo kama hahusiki angeenda mahakamani, lakini mpaka leo, miaka kadhaa imepita, Bashite hajawahi kukanusha hicho kilicho kusemwa na Mheshimiwa Lissu wala kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo kama unatuhumiwa kwa jambo kubwa kama hilo, halafu ukakaa kimya uh, au hata kulipuuzia, yayumkinika kutengeneza ushahidi wa kimazingira kwamba huenda kuna ukweli katika hayo aliyosema, na kwa rekodi ya Mheshimiwa Lissu kwa uh, uadilifu alionao Mheshimiwa Lissu, haiwezekani kumtuhumu mtu ambaye hana makosa. Hii siyo sio Lissu ambaye Watanzania wengi sio Mheshimiwa Lissu ambayo Watanzania wengi wanamfahamu. Kwa hili ni moja, lakini pili, kwa ambao mna, mnafuatilia uh, ripoti mbali mbalimbali za Jasusi TV, mtakumbuka kwamba kuna documentary hapa niliweka ambayo ilikuwa inahusu miaka kumi ya janga la watu wasiojulikana. Naam, janga la utekaji na watu wasiojulikana lina takriban miaka kumi sasa hivi, na huwezi kuzungumzia kuhusu janga la watu wasiojulikana janga la utekaji bila kumhusisha Bashite kwa sababu taarifa zilizopatikana wakati huo wakati wa utawala wa marehemu John Pombe Magufuli zilieleza kwamba Bashite ndio alikuwa mratibu wa kinachochukua kinaitwa task force, na hiyo task force ilikuwa ni jina tu la kidiplomasia la watu wasiojulikana. Kilikuwa, ilikuwa ni genge lililokuwa la linajumuisha watumishi wa taasisi mbalimbali za dola na wahuni wengine ambao kila aliyedhaniwa kwamba ni mpinzani wa serikali ya Rais Magufuli alitekwa kuteswa, wafanyabiashara walinyang'anywa mali zao, na mambo maovu mengi sana yalitokea. Na kwa hakika ni jambo la kusikitisha sana kwamba wote waliohusika na unyama huu, sio tu baadhi yao, wameishia kuwa na nyadhifa muhimu, lakini ukweli ni kwamba hakuna mmoja wao ambaye amewahi kuchukuliwa hatua. Ah, hili ni jambo la kusikitisha kwa sababu na light wa Tanzania wangelishikilia hili jambo kutaka haki itendeke, hili janga lisingeibuka tena, kwa sababu hili lilitawala katika utawala wa rais uh, marehemu Magufuli, halafu likapotea hapo katikati, halafu likaibuka. Na hili la kuibuka upya kwa janga hili la watu wasiojulikana na suala la utekaji linahusishwa na kuibuka kwa Bashite, kwa sababu Bashite baada ya ku, alijaribu kuwania ubunge wa Kigamboni wakati wa utawala wa marehemu Magufuli akashindwa kwa hiyo Magufuli akawa amempiga chini, amemwacha hakumgusa tena, yani hakupewa wadhifa wote. Hata hivyo licha ya kutokuwa na wadhifa wote aliendelea ku uh, enjoy privileges mbalimbali mbali, uh, walinzi, magari ya serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado alikuwa na reputation lakini hakuwa na cheo, na akaendelea kuwa, kuwa, hivyo hata baada ya kufariki marehemu Magufuli, ikadhaniwa kwamba pengine Bashite ndio mtolee, na baadhi ya watu wakadhani kwamba labda atachukuliwa hatua kutokana na matendo mbalimbali aliyokuwa ya ameyafanya na vitu kama hivyo lakini hilo halikutokea bahati, bahati mbaya wa walikuwa wa blabada, watua, kwa walikuwa wanatarajia labda achukuliwa hatua, akaishiwa kukumbukwa na mama Samia na kupewa hiyo nafasi ya uenezi huko CCM. Alidumu kwa muda, lakini baadaye akatolewa katika nafasi hiyo, na inadaiwa kuwa alitolewa kwa upande mmoja, kutokana na malalamiko mbalimbali ya watendaji mbalimbali ndani ya chama. Baadhi walitishia kujiuzuru kutokana na matendo yaliyowahi kufanywa na Bashite huko nyuma A, lakini baada ya kuondolewa akapewa ukuu wa mkoa wa Arusha. Baada ya kupewa ukuu wa mkoa wa Arusha, taarifa zilizopatikana zilidai kuwa amepelekwa kule kwa kazi maalum. Na yeye mwenyewe alisema hilo hadharani kwamba nimekuja huko kwa ajili nime nimepewa nimetumwa kwenye kazi maalum. Haikuwahi kutajwa kazi hiyo maalum ni ipi. Ukisikiliza documentary ya, ya miaka kumi ya watu wasiojulikana nimeligusia hilo. Um, lakini pia Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe aliwahi kutangaza hadharani kwamba amemteua Bashite uh, kwa ajili ya kazi maalum na kazi maalum amempa ambayo hajiwe kujulikana. Lakini wafuatiliaji wa janga hili wanatanabaisha kwamba kuibuka upya kwa Bashite kuliambatana na kuibuka upya kwa janga la utekaji. Kwa hiyo, kwa mujibu wa taarifa, yeye ni mtu muhimu sana katika uh, suala hili la uh, la watu wasiojulikana. Kuna matukio angalau matatu, moja la siku kadhaa zilizopita na mawili ya hivi karibuni ambayo Bashite amehusishwa nayo. Moja la kwanza la mwaka jana ni la kijana mmoja maarufu kwa kwenye mitandao ya kijamii alitekwa jijini daa, na baadaye akaja, bahati nzuri, akapatikana akiwa hai, lakini kwa mujibu wa maelezo, mtu aliyetoa maagizo ya kutekwa huyo kijana alikuwa ni Bashite, na inadaiwa kwamba kijana huyu baada ya kutekwa kutoka da alipitishwa huko kwa Bashite, hatimaye akaenda kutupwa huko msituni. Ana bahati ya kupatikana akiwa hai, kwa sababu wengi wa watu wanaotekwa mpaka leo hawajapatikana, lakini hili lilihusishwa na Bashite. Tukio la pili kuhusiana na Bashite ni um, la hivi karibuni, ambapo um, kuna vijana maarufu walikuwa wakijulikana kama wachokonozi, walikuwa na podcast uh, kwenye mitandao ya kijamii, walikuwa wakiweka posti mbalimbali zinahusiana na masuala ya siasa, walikuwa wanaongea mambo ya msingi, hakukuwa na matusi, mijadala yao ilikuwa imekwenda shule. Kwa hiyo walikuwa wanafanya kazi vizuri uh, lakini majuzi wakatekwa. Kwa mujibu wa maelezo, walitekwa kwa kutokana na amri ya Bashite Hatimaye jeshi la polisi likasema kuwa linawashikilia vijana kwamba wamefanya makosa ya kwenye mitandao na vitu kama hivyo, lakini hii ilikuwa ni operation ya Bashite kwa mujibu wa maelezo. La tatu ni tukio lililojiri hivi juzi ambapo inadaiwa kwamba Bashite alipora ardhi ya Wamasai na Wamasai wakalianzisha huko, nadhani utakuwa umeona kwenye mitandao ya kijamii uh, kulikuwa na vurugu kubwa imefanywa na Wamasai wakidai kwamba kuna ardhi yao ya miaka mingi imeporwa, na kwa mujibu wa maelezo kwamba alipora alikuwa ni Bashite. Sasa endapo hili la ardhi limechangia kuondolewa kwake, hilo uh, litakuja kujulikana huko mbele ya safari. Naomba nimwache Bashite kwa muda sasa hivi ili tuweze kumzungumzia huyo Homera, na pia kuhusu uteuzi wa Sirro, kisha tahitimisha na je, huu ndio mwisho wa Bashite. Na hilo kuhusu Homera, kama nilivyosema uh, yeye alihusishwa moja kwa moja na suala la Mdude Nyagali kutokana na hiyo wakajitokeza hadharani kusema kuna shilingi milioni mia tano, shilingi milioni tano kwa yeyote atakayeleta taarifa za kupotea kwa Mdude. Lakini hilo ilitafsiriwa kama ni mbinu tu ya kujisafisha dhidi ya tuhuma kwamba yeye anahusika moja kwa moja huyu bwana. Kwa mujibu wa taarifa ni mtu wa mfumo na ndio kilichopelekea alikuwa, ah, huko zama za Magufuli alikuwa Aikulu, ah, lakini baadaye ndio akaja kupewa promotion na bibi mkubwa kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Aa, kwa hiyo um, mara nyingi watu kama hawa huwa hawapotei, wanaweza wakapotea machoni, lakini wanaendelea na shughuli za nyuma ya pazia shughuli mbalimbali. Kwa hiyo huenda ikawa hilo, baadhi ya watu mtandaoni wamesema bora huyu bwana ametolewa sasa tunaweza kumshirikia. Kwa kweli nadhani ni kujipa tu matumaini kwa sababu ilikuwa inafahamika mapema a, tetesi kwamba yeye anahusika kama ambavyo inafahamika kuhusu uhusika wa Bashite katika jaribio la kumtoa kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu. Yayumkinika kusema kwamba janga la watu wasiojulikana, janga la utekaji, watanzania hawawezi kukwepa lawama kwa sababu wameshindwa, wame kudai uwajibikaji dhidi ya hawa watu, wameshindwa kuchukua hatua za makusudi dhidi ya hawa watu. Wanaona nimebakia sasa ni kuwa na wishful thinking, kuhisi, kuombea, kufurahia labda anaweza kapatwa na majanga na vitu kama hivyo. kwa hiyo Uh, kuondolewa kwake huenda akaenda akapewa ubalozi, huenda akaenda akaingizwa kwenye hizo hayo magenge ya watu wasiojulikana na vitu kama hivyo. Sasa wakati um, naelekea mwisho ni kuhusu uteuzi wa IGP mstaafu Sirro. Yeye hali, kama unavyofahamu baada ya kuondolewa kwenye nafasi ya ukuu wa jeshi la polisi aliteuliwa kuwa balozi, lakini sasa amepewa ukuu wa mkoa. Kuna sababu kubwa mbili. Uh, kwa sababu kubwa mbili, ya kwanza ni ya kisiasa uh, Kigoma ni mkoa ambao kwa miaka mingi umekuwa ngome ya upinzani. Uh, japo katika miaka hivi karibuni umekuwa chini ya CCM. Uh, na moja sababu ya kuwa ngome ya upinzani kutokana na historia mkoa huo kina Walid Kaburu, lakini katika miaka hivi karibuni mheshimiwa Zitto Kabwe, ACT Wazalendo, alikuwa ifanye vizuri katika mkoa huo wa Kigoma. Kwa hiyo uwepo wa mheshimiwa Sirro wa ajib mstaafu Sirro kama mkuu wa mkoa huenda ni katika kudhibiti, uh, upinzani ili wasifanye vizuri katika mkoa huo, lakini sababu ya msingi ni kutokana na wadhifa wake kama mkuu wa jeshi la polisi mstaafu uh, lakini pia balozi. Na Kigoma ni mkoa wenye changamoto mbalimbali mbali, hasa huko kwenye mpaka wa Kigoma. Mikoa uh, ya mipakani mara nyingi na changamoto zao. Kwa hiyo katika hili ni mtu sahihi, kwa sababu anaweza kutumia uzoefu wake kuhakikisha kwa Kigoma inakuwa salama, kwa sababu ni mpaka, kuna changamoto kutoka Burundi, changamoto kutoka Rwanda, changamoto kutoka DRC. Kwa hiyo yeye yeah, anaweza kuwa mtu sahihi katika wadhifa huo. Mwisho ni kuhusu Bashite, huu ni mwisho wake? Hapana, huu sio mwisho wa Bashite. Kuna possibilities kadhaa. Moja ni kugombea ubunge Arusha, ambako amekuwa kichuana na Mrisho Gambo. Kwa hiyo huenda hii ikawa ni fursa kwake, akajikita kwenye kampeni, agombea ubunge. Akishagombea ubunge atakuja kupata nafasi ya juu serikalini. Ya pili kuna nafasi ya wazi huko CCM ya katibu mkuu, kwa sababu Dr. Nchimbi ameteuliwa kuwa mgombea mwenza. Kwa hiyo huenda Bashite akaambulia ukatibu mkuu wa CCM. Ya tatu ni ya hatari zaidi. Bashite anaweza kuendelea kuongoza watu wasiojulikana kutoka kizani. Je, una maoni gani kuhusu haya? Karibu utoe maoni. Asanteni na kwaheri.